Karibu katika utabiri wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Tanzania ukiwasilishwa nami Godfrey Kazinja. Mifumo ya upepo kwa siku ya kesho inatuonyesha upepo unatarajiwa kuwa wa wastani ukitarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa upande wa ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Nyasa pamoja na mwambao wa pwani ya Bahari ya Hindi. Huku kuna hali ya mawimbi ya wastani kwa upande wa pwani ya kusini na mawimbi makubwa kitarajiwa kwa upande wa pwani ya kaskazini, Mamlaka ya hali ya Tanzania ikitoa angalizo la matojoka na vipindi fupi vya uwepo wa mawimbi makubwa katika maeneo ya pwani ya kaskazini. Ni vyema mtumiaji wa bahari katika maeneo hayo kuwa makini na angalizo hilo kwa usiku wa leo tukitarajia hali ya ukavu na yenye hali ya ubaridi wa wastani tarajiwa katika maeneo mbalimbali ya nchi, huku kiwango cha chini zaidi cha joto ukilinganisha na maeneo mengine ya nchi tuje kufikia nyuzi joto tisa katika mkoa wa Mbeya pamoja na Njombe. Kwa siku ya kesho, ni matarajio yetu mkoa wa Kagera pamoja na Mara kwa kwatuji, kuna hali ya mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua Ilihari, kwa upande wa mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, jiji la Dar es Salaam pamoja na mkoa wa Pwani kutakuwa na hali ya mvua nyepesi, japo ni katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Sehemu nyingine zote za nchi yetu zilizosalia zikitakuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Na sasa, asasa tumalizie utabiri wetu kwa kuangalia matarajio ya siku nne zijazo katika baadhi ya miji kuanzia ya siku ya kesho kutwa huku mkoa wa Dodoma kutujua na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Mwanza kwa kutujua kuna hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Hali kadhalika kwa mkoa wa Kilimanjaro kutujua kuna hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Mkoa Mbeya kiwango cha chini zaidi cha joto kwa kutujua kufikia nyuzi joto kumi. Mkoa Morogoro kutujua kuna hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Upande wa mkoa wa Arusha unatojea ukiwa na mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Nikushukuru kwa usikivu wako na nikutakie wakati mwema.